Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na kumshikilia Marwan Haikal Said mwenye umri wa miaka ishirini na nne, mkazi wa Kariakoo kwa tuhuma za kujaribu kuua mwenzake kisa kudaiwa shilingi elfu kumi. Taarifa iliyotolewa na kamanda kanda maalum ya polisi Dar es Salaam, Muliro Jumanne, inasema Marwan Haikal Said alimjeruhi vibaya Nurdin Yahya mwenye umri wa miaka ishirini na tisa baada ya kumkata kiganja na kitu chenye ncha kali. Aidha, taarifa zinasema Nurudin ya Haya ni dereva pikipiki mkazi wa Mbezi, ambapo tukio hilo limetokea Februari mbili mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira ya saa tano dakika arobaini asubuhi huko mtaa wa Pemba na bonde la Kariakoo. Taarifa ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Inasema chanzo cha tukio hilo ni baada ya majeruhi kumdai mtuhumiwa Marwani shilingi elfu kumi za Kitanzania ambayo ilikuwa malipo ya mzigo aliyoagizwa kutoka Sinza. Kwa sasa majeruhi yuko hospitali ya Taifa Muhimbili kwa matibabu, ambapo mtuhumiwa atafikishwa kwenye mamlaka husika za kisheria haraka iwezekanavyo.